Jengo hili ambalo kwa mujibu wa taarifa ni kwamba limekamilika kwa asilimia mia moja na lina baadhi ya samani limeambiwa za kuanzia maisha humo ndani, lakini katika hili nimwagize kwanza mkurugenzi wa manispaa, endelea kuongeza samani nyingine ili waweze kufanya kazi zao katika hali ya heshima. Tumesema oh, oh, tunawathamini tunawaheshimu sana makundi haya tunawapenda sana sasa. Tusionyeshe kwa kuzungumza humo ndani, kuwe na samani zakazo wawezesha kulinda heshima yao na kuweza kufanya kazi zao, mikutano yao, na kuhudumia wenzao wakiwa katika hadhi na heshima wanayostahili kama walivyopewa na Mheshimiwa Rais wetu. Kwa hiyo ujaze samani humo ili ziweze kuwasaidia. Lakini swala lingine ofisi hii ambayo linaikabidhi kwenu leo, ni waombe sana itunzeni vizuri, ili iweze kuwa na ubora wake huo huko kwa miaka mingi. Lakini jambo lingine katika kuitunza, ni waombe sana ofisi hii iwe ni mwanzo wa makundi yenu haya kuendelea kushikamana zaidi, kushirikiana zaidi, kushauriana zaidi kupendana zaidi na kuhakikisha mnapata maendeleo na mafanikio yaliyokusudiwa. Matarajio yangu na matarajio ya wenzangu serikalini ni kuona kwamba uwepo wa jengo hili ambalo Mheshimiwa Rais alileta fedha kwa ajili ya kwa ujenzi wake na halmashauri kaongezea na sisi tukachangia, katika Katibu Tawala hatujatajwa hapa kwenye wachangiaji, lakini nakumbuka niliweka ahadi wakati nakuja kukagua ujenzi hapa na nakumbuka ahadi ile ilitimizwa na Katibu Tawala alinipa taarifa hizo, lakini kubwa zaidi, malengo ya Mheshimiwa Rais sio kuleta majengo haya na uwezeshaji wote huu tutazamane tu hapa halafu tuendelee hivi hivi, hapana. Malengo na ninaomba myatimize malengo haya ni kuhakikisha kwamba uwepo wa ofisi hizi pamoja na samani zitakazowekwa iwe ni mwanzo wa kukuza biashara zenu na kukuza shughuli zenu za kiuchumi. Naomba msiendelee kubaki hivyo kukaridhika, kukaridhika kwamba wewe umeajiriwa na mtu fulani amekupa chombo chake cha usafiri unaridhika tu kwamba maisha ndio hayo hayo. Hapana, naomba mtoke kwenye fikra hizo, mwende kwenye fikra za kupata nyinyi wenyewe kumiliki vyombo vyenu kwa ajili ya shughuli za kibiashara kumiliki mitaji toshelevu kwa ajili ya biashara ndogondogo. Tunachotaka kuona, tunachohitaji kuona, mnakuwa kama vile mtoto mdogo anavyokuwa anazaliwa, akale, baadaye anakaa, anatambaa, anasimama, anatembea, anakuwa na akili, baadaye anakuwa rafiki yako, mnazungumza, mnaelewana, mnacheka. Hivyo hivyo na nyiye, niombe kwenye shughuli zenu Mheshimiwa mgeni rasmi, ujenzi wa ofisi hii ya Machinga unatekelezwa chini ya usimamizi no no wa halmashauri ya Manispaa ya Mpanda inayoongozwa na Mkurugenzi mahili Sofia Juma Kumbuli, kwa kushirikiana na ofisi ya mkoa wa Katavi, ikiwa lengo kuu ni kuboresha huduma za utawala bora, uratibu na kuimarisha usimamizi wa biashara ndogondogo ndani ya mkoa wa Katavi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mtekelezaji wa mradi umehusisha ujenzi wa jengo na ofisi ya vyumba viwili ukumbi mmoja wa vikao ya mikutano. Umehusisha ujenzi wa vyoo vya wanawake, vyoo vya wanaume, vyoo vya watu wenye mahitaji maalum. Aidha, ofisi imekamilika kwa asilimia mia. Jengo hili lina miundombinu mbalimbali kama miundombinu ya, ya maji, umeme na fenicha za ofisi. Ndugu zangu wafanyabiashara ndogo ndogo wote wa mkoa wa Katavi. ofisi hii tumejengewa na mheshimiwa rais akitamani na mat ana matarajio makubwa sana kwetu ya kwamba tutoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mimi ni waombe makundi yote, hii ofisi si ya kundi moja wala makundi mawili, makundi yote yaliyosomwa hapo kwenye hotuba, wasusi, washonaji, wa mafundi wote wale, maafisa usafirishaji, bajaji, bodaboda, boda, ofisi hii tunawakaribisheni sana Yaani hata kama kundi lipo na halina nafasi, hata kingekuwa chumba kimoja tungeshirikiana sote, kwa sababu makundi yote haya ni ya Mama Samia. Kwa hiyo lazima tushirikiane kwa pamoja. Kwanza nimpongeze Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi, kwa kazi kubwa anayoifanya mama. Ameamua kufungua ofisi ya bajaji, machinga, bodaboda, Tanzania nzima. Na leo hii tunashuhudia katika yes mkoa wa Katavi tunazinduliwa ofisi yetu. Tukuahidi Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi kama maafisa ya usafirishaji alimaagali, tunakuahidi hili jengo tutalitunza kwa hali na mali.